Safi, namshukuru Mungu niko njema. Asante tuongere wanasimba wote kwa umoja wetu, tumekuja kuisupport timu. Vijana wamepambana, tumepata matokeo, lakini kikubwa ilikuwa ni zawadi kwenda kwa mwekezaji wetu, mwenyekiti wa bodi ya klabu ya Simba Mohammed Dewji. Leo ni birthday yake. Vijana walijua kuna namna ambavyo kumtafutia zawadi, kwa vijana wameamua kumpa zawadi, lakini tumepata pointi tatu, tunasonga mbele. Kila ambaye alokuja <compteaisama> mbele yetu tutampiga kila anakuja mbele yetu, tutamfunga, ili dhamira ya Simba iweze kukamilika mwaka huu kwenda kuchukua ubingwa wa NBC. Mlikuwa mna hofu sana na Pamba Jiji kutokana na mchezo wa kwanza ulivyomalizika kule Mwanza, lakini inaonekana mmepata pia ushindi wa goli nyingi leo. Hii hatukuwa na hofu sana, lakini tukana heshimu kwa sababu unajua mchezo ampila, una wa mpira mara nyingi una matokeo ya ajabu, lakini sisi kama Simba tulijipanga tulijua mechi ya kwanza ulitusumbua sana. Nafikiri mwalimu ona namna ambavyo rotation aliyoifanya, namna ambavyo wachezaji ambao walioanza, mwisho wa siku tumepata ushindi. Kwa hiyo kikubwa tulikuwa tunaheshimu, lakini tulikuwa watu hofu. Magoli ya Jensha za huwa unayazungumziaje na leo amekuwa man of the match, amepiga pia hat-trick hapo. Ni magoli mazuri, ni magoli ambayo umetupa point tatu. Sisi kama mashabiki wa simba tumeenjoy tumefurahi. Hata hivyo amechukua mpira hat-trick amepiga, ni jambo jema kuona namna ambavyo mchezaji wetu anafunga tunapata point tatu lakini pia anakwenda kuongoza kimagoli lakini pia hii wow, wow, ilikuwa ni adhabu kwa Mohamed Kamara wow. Leo watu wengi hawajui goalkeeper aliodakia pamba anaitwa Mohamed Kamara, ndio goalkeeper ambaye tulompiga saba na Horoya. Kwa hiyo Kibo Dennis walipomuona Mohamed Hussein Shabalala, walipomuona wakamwambia huwa huyu, wakati walikuja mwaka jana mwaka juzi tulimpiga goli saba. Kwa hiyo leo tulikuwa tunatafuta namna ambavyo kumfunga goli saba, lakini Mohamed Kamara akamshukuru Mwenyezi Mungu, amefunga goli tano, lakini ajua hizi hizi Simba hii ndio Simba. Yes, sisi tukimwona mtu ambaye anatusumbua mwisho wa siku ni kumwadhibu, baada ya kuona Mwamedi Kamara Lani. Lakini ni wape siri moja, hizi timu ni timu nzuri, lakini zinaharibiwa na baadhi ya watu. Leo pamba goalkeeper namba moja anacheza kila siku, mwalimu aliamua kumpanga, lakini kuna mtu alimpigia simu akamwambia huyo asicheze kwa sababu tu mambo ambayo wanaojua wao, lakini sisi Simba umetusaidia, wamemweka Mwamedi Kamara tumempiga kwa hiyo niwaambie mashabiki wa Simba bado natakiwa kuendelea kuisupport Simba ili kuhakikisha kuja kumaliza kiporo cha mwisho dhidi ya KMC. Na maoni gani kwenye mchezo huo dhidi ya KMC? Sasa ni mechi itakuwa ngumu, ni mechi ambayo tunahitaji kama Simba kujipanga ili kuhakikisha tunapata point tatu, lakini mimi najua kwamba mwalimu atajipanga, mwalimu Fadlu, ili kuhakikisha tunakuja kuchukua point tatu dhidi ya KMC. Shemalone ameanza kurejea kwenye kikosi akitokea sub, pia ni jambo jema, ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Kuna namna ambao wachezaji walokuwa injury wote wamerejea. Leo mnamzungumzia Chamaroni. Lakini hata Muzamiro Yasini amesharejea ya na amejiunga na wenzake. Kwetu sisi mashabiki ni jambo bora, lakini kwa mwalimu ni bora zaidi kwa sababu unakwenda kumpa uwanda mpana wa kufanya nini? Machaguzi. Pindi unapokuwa na wachezaji wako, 99% unapokuwa wazima, kwa hiyo unakwenda kufanya machaguzi yaliokuwa sahihi. Kwa hiyo kurudi kwa Chamaroni, sisi kama mashabiki wa Simba tumefurahi na tunaendelea kumwombea.